Koti la kanisa nilivyowapa watu wa matangazo, mzee wa kanisa akaigusha. Kuna meseji moja ninitumia ni, uh, ni mtu meseji, kuna maana gani unaposema koti la kanisa? Ina maana tusije na makoti au tusifanyeje? Mwambia we njoo kwenye ibada, tega sikio, usisinzie. Mwisho wa siku utakubaliana na nami. Somo letu inasema koti la kanisa. Koti ni nini? Au suti ni nini? Wengi tunakuwa tunaisifia nchi ya Uturuki, wanashona suti nzuri sana. Bungeni wanavaa suti, makanisani wanavaa suti, vifo vya kitaifa wanavaa suti, kwenye misiba wanavaa suti. Ni vazi ambalo kwa kweli hatijawahi kuchunja samani yake, wanapendelisha tu mitindo lakini maana halisi ya koti ni nini? Ni vazi linalovaliwa na jinsia yoyote kwa minajili ya kupata joto na pia kwa wanamitindo au fashion. Vazi ni vazi zito linalovaliwa juu ya nguo kama shati. Huvaliwa maeneo mbalimbali hasa yenye heshima, mfano zifa za kitaifa kama nilivyosema nilivyosema. Hilo ndo ndo koti. Koti. Sasa mimi naongelea koti la kanisa. Je, umevua koti la kanisa? Umevua koti la kanisa? Tufungue Zakaria tatu fungu la kwanza mpaka la saba. Baba yetu na Mungu wetu, tunakuhitaji sasa katika ibada hii, ulichokusudia Mungu ukineni mchana wa leo. Shuka mwenyewe, malaika wako na Roho Mtakatifu wako, mwalimu na kiongozi, kwa jina la Yesu amina. Utane Zakaria, Zakaria, Zakaria tatu, tumefika tatu. Tatu namba namo ushirikia, tumefika. Kisha akanionyesha Yoshua uhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana na shetani amesimama mkono wake wa kuugua kulia, ili kushindana naye. Fungu la pili, Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani, na Bwana aliyechagua Yerusalemu akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Kama uko na bibi, kama unaifuatilia, tunaenda kusoma fungu la ngapi? Barikiwa sana basi. Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa amesimama mbele ya malaika fulani. Naye malaika akajibu akamwambia wale waliosimama mbele mbele yake, akasema: mvueni nguo hizi chafu. Kisha wakamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakupika mavazi ya thamani kubwa. Uatano nikasema lemba kizuri kichwani pake wakamvika mavazi na, na, naye malaika wa Bwana akasimama karibu karibu. Fungu la sita. Kisha malaika wa Bwana akamshuhudia Yoshua akisema, Bwana wa majeshi asema hivi, ikiwa utaenda katika njia zangu na kushika maagizo yangu, basi utaihukumu nyumba yangu na kuzilinda nyua zangu, nami nitakupa haki ya kukaribia kati